Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ni wakati ni toka, tangu asubuhi tuko katika kituo hichi cha uchaguzi cha kura ya maoni kwa chama cha ACT Wazalendo katika jimbo la Gando, na sasa muda huu ambao ni saa saa mbili kasorobo, ni tayari msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hili tayari anataka kutangaza matokeo. Tunakuomba mpenzi mtazamaji wa ACT Digital Online TV uwe pamoja na sisi hadi pale atakapokumaliza mwisho ya matokeo haya. Asante sana, karibu sana.

ACT Wazalendo ACT Wazalendo, ndugu wajumbe wa mkutano mkuu jimbo la Gando, dhamira na madhumuni aliyotukutanisha hapa leo ilikuwa ni kufanya kura ya, ya maoni kupata wagulujumbe wa ambao watatuwakilisha katika uchaguzi mkuu wa serikali utapofika Oktoba. Tumefanya uchaguzi katika ngazi ya ubunge, tumefanya uchaguzi katika ngazi ya viti maalumu ubunge, tumefanya uchaguzi wa katika ngazi ya uwakilishi, ngazi ya wa viti maalumu wakilishi ngazi ya udiwani pamoja na ngazi ya viti maalum udiwani. <coughs> Hivyo basi, uchaguzi wetu umekamilika na tupo tayari kutoa matokeo ya kura ya maoni hiyo ambayo ilikukutanisha leo kwa ajili ya kumaliza zoezi letu. Jambo ambalo napenda niwaambie wambio, ndugu zangu, wajumbe, wagombea, pamoja na, pamoja na mawakala wa wajumbe, au pamoja na kambi ambazo zimeundwa katika kutengeneza kampeni, sisi ni wana ACT Wazalendo. Lengo letu ni moja, dhamira yetu ni moja. Dhamira yetu hii isije ikatutoa katika lengo husika. Baada ya matokeo ya uchaguzi, tuendelee kuwa wamoja moja, kwa dhamira moja, dhamira yetu ni ile ya, ya kwamba kushika dola, dhamira ya kushika dola na kupata mamlaka yetu kamili. Ndugu wajumbe sote tuwe tu na morali wa kusema kwamba tunataka mamlaka ya Zanzibar. Hii io ndio dhamira yetu na iwe ndio mbinu yetu katika ku, kuendelea na siasa zetu. Tusije kwaa, tumeondoka hapa baada ya kwamba matokeo yametoka, tukaanza kuhasimiana tukaanza kuwekeana chuki kwa sababu umenishinda au umenifanyia pigisu au umenifanyia hivi. Haya yote ni matokeo ya kisiasa. Tuwe wavumilivu na tuwe wasikivu mpaka hapo. Naomba mpokee nasaha yangu, ili tuende, tuendelee na chama kimoja kisichokuwa na migogoro ndani yake. Ndugu zangu, tutaanza kutoa matokeo ya ubunge katika jimbo hili la Gando. Jimbo la Gando lilikuwa na wapiga kura mia mbili na sitini na sita. Ilikuwa na wapiga kura mia mbili na sitini na sita. Wagombea wetu walikuwa wanne, wagombea wetu walikuwa watano, kana Ahmed Said Khamis Bwana Khamis Amur Said, Bwana Osman Omar Haji, Bwana Said Khamis Faki, Bwana Suleiman Muhammad Khalfan. Hawa ndio walikuwa wagombea. Naanza na wa kwa kufuata alfabeti yetu, mgombea Ahmed Saif Khamis Ahmed Seif Khamis amepata kura tisini na nane. Khamis Amor Saidi amepata kura sitini na sita. Othman Omar Osman amepata kura 36. Osman Omar Haji amepata kura 36. Said Khamis Faki amepata kura 36. Said Khamis Faki amepata kura 36, na Suleiman Muhammad Khalfan amepata kura 25. Kura zote zilizoharibika ni kura tano. Napenda kusema kwamba nawapongeza wa kushiriki katika zoezi la kura ya maoni, na tunakutakieni kila la kheri. Baada ya mwenzetu kuongoza katika zoezi hilo, mwenzetu Ahmed Saif Khamis ameongoza katika zoezi, nakutakieni nyote katika ngazi ya ubunge hatua ya ya pili itakayofuata kwa mujibu wa taratibu za chama chetu na kutekeleza uchaguzi namba mbili, viti maalumu ngazi ya ubunge. Viti maalumu ngazi ya ubunge washiriki wa, au wagombea katika uchaguzi huo walikuwa wawili: Asha Said Salim na Mariam Abdallah Suleiman. Matokeo, Asha Said Salim amepata kura 166. Asha Said Salim amepata kura 166. Mgombea namba mbili Mariam Abdallah Suleiman amepata kura tisini na moja. Mgombea Mariam Abdallah Suleiman amepata kura tisini na moja. Kura zote za halali zilikuwa mia mbili na hamsini na saba na kura mbili zimeharibika. Kura zote mia mbili na hamsini na saba na kura mbili zimeharibika. Ngazi ya uwakilishi, wagombea walikuwa watatu: Muhammad Abdallah Ali na Rashid Suleiman Juma, na mgombea wa tatu ni Said Ali Mbaru. Matokeo ni kwamba Muhammad Abdallah Ali amepata kura 94. Muhammad Abdullah Ali amepata kura 94. Rashid Suleiman Juma amepata kura ishirini na nne. Said Ali Baruk amepata kura mia moja na arobaini kura zote za halali zilikuwa 267 na, na, na zilizoharibika ni 9. Said Ali Mbaru ngapi? 140. na napenda kuwapongeza washiriki wa uzoezi katika kura ya maoni na kumjulisha kwamba Saidi Ali Baru ametangulia katika zoezi hilo. Viti maalumu wakilishi wakilishi. Umeandika hivyo? Viti maalumu wakilishi <laughs> uh... washiriki au wagombea ni Ate Hamadi Salim, mgombea wa pili Fatma Muhammad Ali, mgombea wa tatu, Mpaji Musa Omar. Matokeo: Ate Hamadi Salim amepata kura mia moja na kumi na tano. Ate Hamadi Salim amepata kura mia moja na kumi na tano. Fatma Muhammad Ali amepata kura arobaini na sita. Fatma Muhammad Ali amepata kura 46 Mpaji Musa Omar amepata kura 102. Mpaji Musa Omar amepata kura 102. Kura zote ni 263, na, na zilizoharibika kura mbili. Naomba kuwasilisha, naomba kuwasilisha. Wadi ya Kinyasini, udiwani wadi ya Kinyasini, wagombea ni Juma Ali Salim, namba mbili Juma Abdallah Naso, namba tatu Helef Muhammad Helef, namba nne Salma Maabadi Salma, Salma, Mwinyi Salma Maabadi Mwinye, mgombea wa nne huyo. Matokeo: Juma Ali Salim amepata kura 55 Juma Ali Salim amepata kura 55 Mgombea wa pili, Juma Abdallah Nasor amepata kura 99 Juma Abdallah Nasor amepata kura 99 Helef Muhammad Helef amepata kura 36. Helef Muhammad Helef amepata kura 36. Na Salma Maabadi Mwenyi amepata kura 64. Salma Maabadi Mwenyi amepata kura 64. Zote hapa 6 tatu na kura zilizoharibika kura tisa. Kura halali ni 263 na zilizoharibika ni kura tisa. Matokeo ya kura ya maoni katika wadi ya Gando. Gando kura ya maoni katika ngazi ya ugudiwani

Ali Abdallah amepata kura tisini na tatu. Juma Amer Salim amepata kura mia moja na thalathini na saba. Juma Amer Salim amepata kura mia moja thalathini na saba. Kasim Juma Kasim amepata kura ishirini na saba. Kura zote halali ni mia mbili na sitini na mbili. Kura zilizoharibika ni tano. Kura zilizoharibika ni tano. Ngazi inayofuata ni viti maalum diwani katika jimbo la Gando. Wagombea walikuwa wawili, Mwanaisha Salim Omar na Rabia Omar Saleh. Matokeo, Mwanaisha Salim Omar amepata kura mia moja na kumi na sita. Mwanaisha Salim Omar amepata kura mia moja na kumi na sita, na Rabia Omar Saleh Salih Salih o, Rabia Omar Salih Sali. Sali. amepata kura 142 na, na ameweza kutangulia dhidi ya mgombea mwenzake naomba kuwasilisha, na huo ndio mwisho wa matokeo ya kura yetu ya maoni, na kutakieni kila la kheri, na Allah tufanye wepesi katika uchaguzi mkuu unaokwenda nao. Kwa yule atakaye bahatika kurejeshwa jina lake katika ugombea, natakia kheri, akuperushe na bendera yetu vizuri kwa ajili ya mafanikio. Neno la shukrani kwa wagombea, aje moja kwa neno la shukrani Kwa sababu tunafikia ukingoni katika zoezi letu, ningeomba wale ambao waligombea mmoja wao aje atoe neno la shukrani kwa wale waliotangulia kwa kura na wale walioharidikiwa na kura, kwa niaba nje neno la shukrani, maneno mawili matatu, kwa niaba ya wale wale kura zao zimeshuka kidogo eh, zilizoshuka kura, hawakupata kura za kutosha, kura ambazo hazikutosha. Ni washukuru wagombea wote na pia ni washukuru wajumbe wa mkutano wa wa mkuu wa jimbo kwa kufanya maamuzi ya kikatiba kuelekea katika uchaguzi mkuu wa serikali. Kwa niaba ya wale ambao kura hazikutosha, tunakuhakikishieni tutakuwa pamoja na wale ambao kura zimetosha, na tutakuwa pamoja wakati uteuzi wa chama utakapofanyika, wale wagombea ambao watarajishwa kwetu kwa ajili ya kupambana na CCM. Tutakwenda nao bega kwa bega, na nikiwa kama katibu wa jimbo, nitumie nafasi hii kusema zile kambi zimalizike hapa hivi sasa. <laughs> tukitoka nje tunabaki ACT jimbo la Gando, na tutakaye mbaini anaendeleza makundi, hatua za kinidhamu tutazichukua. Asante Mheshimiwa <laughs> Said. ACT Wazalendo, ACT Wazalendo! Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa msimamizi, wajumbe wenzangu wa mkutano mkuu wa jimbo, kwanza naomba nimshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kufika hatua hii, tokea asubuhi tumekuwepo hapa. Kwa hivyo, kwanza nawashukuru wajumbe wote kwa kuonesha uvumilivu tangu asubuhi na kushiriki katika jambo hili muhimu na kubwa katika demokrasia ya chama chetu. La pili ambalo naomba niseme ni kwamba hatua hii haijatoa mshinda wala mshindi. Hii ni hatua ya kura za maoni. Hapa hatuna mshinda wala mshindwa. Vikao vya juu vya chama ndio vitaamua nani aje apeperushe bendera ya chama chetu. Inawezekana, kwa mujibu wa katiba na ishahi kutokea si mara moja, si mara mbili, yule aliyetokea watano au aliotokea wanne waliotokea watatu waliotokea wapili, chama kikamwona huyu kwa, kwa wakati hadhir ndiye anayepaswa kuwa mgombea wa chama chetu. Kwa hivyo wale waliopata nafasi ya kwanza wasijibene, wakaona awa washakuwa wagombea lasi kwa chama hichi. Chama kina vigezo vyake, watavifuata watavipima yule ambaye wanamwona anatufaa kwa wakati muafaka, basi atarejeshwa kuja kupepea bendera ya chama chetu. Kwa, kwa hivyo, ombi langu, sote tusubiri maamuzi ya chama yatakayofanywa na yatakavyokuja. Lazima tuyatii, tuyakubali, tushirikiane. Tumekuwa na wabunge na wawakilishi miaka yote, lakini bado hatujapiga hatua. Tunachofuata mbele ni mamlaka kamili ya nchi yetu, ndio jambo ambalo tunali tunalipa kipaumbele. Kwa hiyo, sote waheshimiwa wajumbe na waheshimiwa waliogombea tujizatiti na hilo, lengo letu ni mamlaka kamili, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mwaka huu yatafikiwa. Kwa hivyo, kama alivyosema katibu wa jimbo, tulikuwa na kambi za kampeni mbalimbali mbali, za kila ngazi sasa kwa amri ya katibu wa jimbo zitakiwa zina, zi, zi, zimekufa kuanzia sasa. Tunasubiri, tunaimarisha chama chetu, tukisubiri maamuzi mengine na maelekezo mengine ya chama ACT e, Wazalendo. Lakini na mwisho, naomba sana ni, ni mshukuru msimamizi kwa kufanya kazi moja muhimu sana, na amekuwa mwadilifu na mvumilivu hasa pale ambapo tulianzaanza ghasia. Kwa kweli alituongoza na akatusimamia vizuri. Tunakushukuru sana, msimamizi kwa kazi yako mzuri, Mungu akulipe ujira. ACT Wazalendo, awali ya yote, kwanza napenda tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukamilisha uchaguzi wetu katika kutafuta kura za maoni. Waheshimiwa, mimi nataka nimpongeze sana msimamizi wa uchaguzi na nimshukuru kwa yote yale aliyotufanyia utaratibu ili tukakamilisha uchaguzi wetu. Lakini la pili, waheshimiwa, Katibu wa Jimbo amesema ilikuwa ni siku saba za kampeni, kitu ambacho watu walikuwa na kambi tofauti tofauti watu wakenda usiku, wakenda mchana, walikuwa hawalali, lakini sasa chama chama kimepata wagombea wa wa, wa, wa ambao hao chama taifa kikiwarudisha, basi ndio watakuwa ni wagombea wetu halali katika chama, katika jimbo letu la Gando. Sasa mimi niwaombe sana tushirikiane sana katika kuhakikisha kwamba yale makovu kovu yote tuliyoko nayo basi tunayavunja na tunakuwa kitu kimoja. Lakini jambo jingine la muhimu sana tumepewa kazi, tulitakiwa kwamba watu wa jimbo la Gando tuchangie milioni moja ya mkutano mkuu wa taifa. Sasa ni vyema kwamba kesho tukima, leo tukimaliza hapa tutafute utaratibu gani wa kuhakikisha kwamba shilingi pesa hizo zinapatikana, ili kuhakikisha kwamba evamu mkutano mkuu wa taifa unafanyika. Sasa kwa maelezo kwa mawe, kwa hayo naakhirisha kikao. Mwenyezi Mungu atujalie tuende salama, ili tuhakikishe kwamba tuna chama chetu katika jimbo la Gando madhubuti sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Shukran mpenzi mtazamaji wa ACT Digital Online TV, na hadi hapa tumefikia mwisho wa matangazo yetu ya, matangaz ya kutoa matokeo ambayo za kura za maoni ambazo zimepigwa katika jimbo la Gando. Lakini tunakuomba muda mfupi unaokuja, tutaleta matokeo ya jimbo la Micheweni pamoja na jimbo la Tumbe kwa, kwa awamu ya kwanza. Tunaondoka kisiwani Pemba kwa kura hiza maoni, na sasa tutaanza siku ya tarehe 23, 22 kwa kisiwa cha Unguja kwa kule mkoa wa kaskazini Unguja, tunakuomba kama ulivyoungana na sisi hapa Pemba, basi tuungane na Unguja ili kupata kujua nini kinaendelea katika ya kura za maoni. Naitwa Talibu Samadi kutoka ACT Wazalendo Digital TV online. Nawaambia kwaherini.